Mpasuko ndani ya muungano wa upinzani umeendelea huku vigogo wa mrengo huo wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wakiongoza mashambulizi dhidi ya chama cha Jubilee kinachoongozwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni amemkashifu Gachagua kwa kugawanya upinzani, akidai anashirikiana na Rais Ruto na huku akiwahadaa wa, wa Kenya. Wamekuwa marafiki watoka nitoke wakati mmoja hata wakiahidiana kutoachana liwe liwalo. Sisi tumeshikana kama United Opposition na tumekubaliana tutatoa kandidati moja wa kung'ang'ana na William Ruto. Hata hivyo mkutano wa chama cha Jubilee wa Ijumaa uliongozwa na kinara wa chama hicho, rais mstaafu Uhuru Kenyatta, umeonekana kuweka doa ndoa hiyo. Duru kwamba Matiang'i anatarajiwa kuchukua usukani wa chama cha Jubilee ukileta tumbo joto kwenye muungano huo na kiwewe kwenye ngome ya Gachagua. Sasa iko Kahiru Baro anatengeneza ya buluu, anatengeneza ingine ya rangi ingine ya grini ya nini? Mtakubali Hiru Baro Of the Jubilee Party, Jeremiah Kioni. Kwenye mahojiano na kipindi cha Checkmate katika redio ya Hot 96, katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni alitangaza kwamba Matiangi tayari amejiunga na Jubilee. So, hatua hiyo ikionekana kuwasha moto katika chama cha DCP Matiangi yakielekezewa cheche. Vigogo wote wa upinzani Ijumaa walisusia mkutano wa Jubilii wakiamua kujaa katika mkutano sawia wa chama cha PLP cha Martha Karua. If you see us, akiteleza huyo mjue ni nani msaliti. Emmanuel to runinga ya Citizen, Nairobi.